Hello, shalom, shalom. Mungu akubariki kubariki, papote pale unaponisikia. Ni siku nyingine ambayo Bwana ametujalia ametuwezesha, na karibu tena katika chaneli yangu, mahali ambapo unapata mafundisho, neno la Mungu, maombi na maombezi, si unabii, ponyaji na mambo kanda wa kata. Na siku ya leo Napenda niongee na mtu ambaye anatamani kuomba lakini hawezi, lakini ana ndoto ya kwamba siku moja awe na yeye, ana uwezo wa kuomba vizuri na kuweza kujibiwa, awe anaweza kupambana vita na kuweza kupata ushindi. Nataka niongee na mtu ambaye anaweza kuomba lakini anatamani awe na uwezo wa kuomba zaidi na zaidi katika muda mrefu ama masaa mengi na ameshindwa. Jambo la kwanza ili mtu uweze kuomba kwa maana ya kwamba kwa yule mtu ambaye ni mchanga katika wokovu, ndo kwanza ameokoka na anahitaji kuweza kuomba na kufanya mambo ya roni yeye binafsi, kitu cha kwanza, hatua ya kwanza itaji, ambayo unahitaji, ambayo itakusaidia kukuwezesha kuomba, lazima uwe unasoma sana Biblia au kwa maana neno la Mungu. Ujue mistari mingi ambayo hiyo mistari itakusaidia katika maombi yako, lakini nje ya hapo unahitaji kuwa na maarifa mengi, kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haiseme kwamba wanaangamizwa kwa ukosi kwa sababu hawaombi ila kwa sababu wanakosa maarifa. Kwa hiyo katika maombi, kitu ambacho kitakufanikisha pia ni maarifa. Unaweza ukawa unajua kuomba lakini, kama hauna maarifa sahihi ya kile ambacho unakiomba, na maanisha maombi yako hayatakuwa na udhihirisho mkubwa na yamkini yasijibiwe vile ambavyo wewe umekusudia. Kwa hiyo unahitaji kuwa na maarifa mengi mfano unaombea juu ya madhabau, unahitaji kuwa na maarifa mengi, ujue madhabau ni nini, madhabau imeundwa na kitu gani, wapi nianze kushughulika nayo na namna gani ntashinda. Unahitaji kuwa na maarifa, kitu gani kimeundwa na nini. Unataka kushughulika na wachawi, natakiwa ujue na namna gani wanafanya kazi zao, vitu gani wanatumia kuna aina gani za uchawi? Hivyo unapokuwa na maarifa ya vitu kama hivyo vingi, itakuwa rahisi hata wewe, namna ya kushughulika, namna ya kuomba. Unahitaji kuomba baraka, Mungu akubariki, Mungu akuinue, unataka uwe na maarifa, ujue kanuni za kuinuliwa za kubarikiwa ni zipi, nifanyaje ili niweze kubarikiwa, ili maombi yawe kama ni kama hatua ya mwisho tu ya kuthibitisha kile ambacho maarifa yapo kwa, unahitaji kuwa na maarifa mengi sana na ya kutosha. Na ukija kwa yule mtu wa pili ambaye ye kuomba ana uweza, lakini haumbi muda mrefu, shida ni ndogo tu. Ili uweze kuomba kwa muda mrefu, inategemeana una maarifa kiasi gani. Kama una maarifa mawili matatu hautafika mbali kwa sababu hautaona tena cha kuomba, ila kama yule mtu anajua vitu vingi sana inamaanisha akianza kitu cha kwanza cha pili cha tatu mpaka kafike vile vyote ambavyo anavijua tayari muda anakuwa umeshaenda. Ni tofauti na yule ambaye anaijua ajenda moja tu, na kuna mwingine anazijua ajenda hamsini. Inamaanisha huyu mwenye ajenda hamsini anavyoanza ajenda ya kwanza ya pili ya tatu mpaka afike hamsini tayari masaa yameshasogea mengi, kwa unahitaji kuwa na maarifa mengi, ili yale maarifa yatakuwezesha namna ya kuomba. Utaanza kushughulika leo ama wakati utaanza kushughulika na kubomoa madhabahu, utavunja, utafanya toba, utabomoa, utapigana na falme mbalimbali, utaombea watu unajikuta una vipengele vingi sana vya kushughulika. Nikupe mfano, kama katika eneo la uchumi, mtu anataka aombee uchumi. Ukishakuwa na maarifa mengi katika eneo la uchumi, inamaanisha uchumi, lazima mtu aombe mikono, aombe miguu, aombe nyota, aombee madhabau, kwa maana kujifungua, kujikomboa katika madhabau afute kama kuna lana, kuna maagano alifanyika nayo mzu ya kufanikiwa kwa anafanya hivyo vyote, mtuliko wowote afute maagano ya kale yaliyomshikilia, kate kamba, kutajikuta katika eneo la uchumi tu peke yake akishughulika na vipengele vyote, nyota, mikono, miguu, fahamu zake kama zimechezewa, kurejesha nafsi yake, yamkini adui ya anaitumia ya Kurejesha nyota, unajikuta tayari katika eneo la uchumi tu, unaweza kachukua hata masaa matatu manne kwa sababu ya hivyo vipengele. Ila kama kwenye eneo la uchumi haujui kama kuna kuombea mikono, haujui kuna kuombea miguu, haujui kuna kuombea nyota, inamaanisha utaomba tu, Mungu nibariki, Mungu nifanikishe, nifanyie njia, basi utaimaliza ila ukishatambua kwamba kuna vipengele vingi katika eneo fulani, utapita kimoja baada ya kingine, na hivyo utakuwa tayari una uwezo wa kuomba masaa mengi. Yamkini unajua vitu vingi, unakuwa unachagua kwamba sahizi niombe kwenye eneo hili, nipita hili hili, hili. Kesho nitapita kwenye eneo lile lile, lile lile kesho kutwa, kunajikuta una uwanja mpana sana wa kuomba unaamua tu mwenyewe kwamba saizi basi natosha, utaomba na baadaye, ila unakuwa hauna mipaka. Kwa maana nyingine, kiwango cha maarifa ambayo unayo ndicho kitakachokupa mipaka katika kuomba. Ili uweze kupanua mipaka ya kuweza kuomba, unahitaji kuwa na maarifa mengi ambayo yatakuvusha kwenye ile mipaka ya mwanzo. Lakini pia ukiwa na neno nyingi neno la Mungu limekaa kwa wingi ndani yako, kwa sababu itakuongoza, itakutia nguvu na kufanya maombi yako yawe na nguvu kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya hivyo, utapiga hatua kubwa sana katika maombi, na katika umwengu wa roho utakuwa mtu mkubwa na mwenye nguvu sana. Lazima uwe na hivyo vitu viwili. Some sana Biblia, tafute sana maarifa maarifa. Tafuta maarifa kwa namna yoyote iwe ndani ya Biblia ama nje ya Biblia, tafuta maarifa hata katika namna ya kawaida, katika shuhuda za watu, ili uweze kuelewa jambo fulani linaendeshwaje lipoje kiini chake kipoje, ili unavyoingia katika maombi unakuwa unaelewa mfumo fulani umekaa namna gani, ili uweze kushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana, na natumaini umpata kitu na kuanzia sasa Ninaamini ya kwamba utapiga hatua katika eneo la maombi. Mungu akubariki wa kwa wakati wako. Jina langu unaitwa Atanas Klaus, na tukutane katika sehemu zijazo, ili uweze kuelewa zaidi na zaidi, na kwa namna hii ndivyo unapata maarifa yanazidi kuongezeka kuongezeka. Na usikae mbali na, na chaneli hii, kwa sababu yako maarifa mengi ambayo unahitaji kuyajua, na bado sija yasema kwa hiyo unahitaji kufuatilia siku baada ya siku, kila video, kila posti ambayo itawekwa mahali hapa. Fuatilia moja baada ya nyingine, usipite. Na zipo video nyingine ambazo tayari zilishawekwa, unahitaji pia kurudi nyuma kuzisikiliza, kujifunza. Na ikikupendeza uwe na daftari ambalo utaweza kuandika mahali. Mungu akubariki na kama ujasubscribe, nakumbusha tu uweze kusubscribe kwa kubonyeza alama ama neno subscribe chini ya video hii, ili usipitwe na video ambazo nitakuwa nikiendelea kuziweka. Mungu akubariki wa kwa wakati wako. Amen.